Mtihani wa kidato cha nne KCSE umeanza rasmi hii leo, huku zaidi ya wanafunzi laki tisa unusu wakiratibiwa kushiriki. Hali ya usalama iliimarishwa siku ya kwanza ya mtihani huo utakaoendelea kwa takriban mwezi mmoja. Rais William Ruto pia ametuma ujumbe wa heri njema kwa watahiniwa wote, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Crispin Otieno. Wanafunzi kutoka shule mbalimbali mbali nchini Wameanza rasmi mtihani wa kitaifa wa mwaka huu wa kidato cha nne. Jumanne ikiwa fursa ya shule zinazofunza Kifaransa na majaribio la somo la muziki. Katika kaunti ya Bomet, kila kitu kilienda shwari, ambako watainiwa zaidi ya elfu 27 wanafanya KCSE. Washikadau wakitaka Wizara ya Elimu kushughulikia usafirishaji wa mtihani huo kutokana na mvua kubwa inayozidi kunyesha. As a county, we are prepared. Katika kaunti ya Kisii wakuu wa idara ya usalama walifanya mkutano na makamanda wa kaunti ndogo kumi na moja mjini Kisii kuratibu mikakati shule mbalimbali kaunti ya Kisii, pia zikielezea utayari wao, madarasa yakionyesha bayana jinsi watahiniwa walivyojiandaa mwaka huu. Kila mtu simu yake itakuwa inachukuliwa asubuhi inafungiwa mpaka wakati wa mtihani inaendelea. Ukimaliza jioni ndio tutaanza kutumia masimu zetu. Katika kaunti ya Kericho, taswira ni kama hii. Wanafunzi wako mbioni kudurusu, waliosomea tayari kuandika mtihani wao wa mwisho. Wamejitayarisha kwa mtihani vilivyo, wako tayari kabisa. Hawa warembo wamekuwa wakidurusu, wamesoma vizuri wanaongojea mtihani. Hayo yanajiri wakati ambapo rais William Ruto alituma ujumbe wa heri njema katika mtandao wake wa X na Facebook kwa zaidi ya watahiniwa laki tisa unusu wanaofanya KCSE mwaka huu. Atupeleka kiwango kingine. Crispin Otieno, runinga ya Citizen.